Mheshimiwa Chambuso, naona kikao kilikuwa kinaendelea na sasa hivi ni saa moja kasoro kidogo, uh, usiku. Mm -hmm. maendeleo ya maendeleo ya maandalizi ya kongamano la tarehe 18 yapoje? Maendeleo yanaenda vizuri mm -hmm. na yanakwenda kwa kasi mpaka mm -hmm. leo tumefikia leo tarehe saba mm -hmm katika zile ratiba zetu zote tutakuwa tumekamilisha za kutembelea wilaya tano mm. Tulianza na wilaya ya Ubungo tarehe 26 mm. na na tarehe ishirini na saba tulikuwa na katika kata ya Mabibo mm. tarehe 28 tulikuwa katika kata ya Ilala na tarehe tatu tulikuwa na wilaya ya, ya Temeke, ndiyo. Na tarehe nne tulikuwa wilaya ya Kinondoni okay. Siku ya tarehe ya wilaya ya Kinondoni tarehe nne ilikuwa pia ndio siku ya kufanya wilaya ya Kigamboni ambapo ilikuwa na uzuri oh. Lakini bado ratiba yetu inakwenda kwamba tutatembelea baadhi ya kata nyingi. Mpaka sasa kuna uungaji mkono wa kutosha hmm. Na watu wengi wameamini kwamba ile kongamano ni mwarobaini wa kupunguza ganzi ya kisiasa tulikopo nayo okay. Na, na, uh, uh, mpaka sasa tumeshapata uhakika wa, wa, wa watu pia kutoka labda Zanzibar au na mikoa ya karibu au tunategemea kuwa na wanachama wa kutoka Dar es Salaam peke yake. Hapana, kongamano sisi tuliandaa ilikuwa kama target yetu ilikuwa kama kwamba kufanya kwa mkoa wa Dar es Salaam hmm. Lakini tumepata ujumbe kutoka wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani hmm. Tumepata ujumbe kutoka wilaya ya Kisarawe mkoa wa Pwani pia. Ndiyo. Lakini pia tumepata nani, ujumbe kutoka Morogoro mjini. Ndiyo. Tumepata mwaliko mwingine ambao watakaohudhuria watu kutoka Unguja mjini, wow. Wawe na watu kutoka Tanga mm. na kutoka wilaya ya Lindi mjini okay. Kwa hiyo itakuwa zaidi ya Dar es Salaam. Sawa, oh, yeah. na una, unaweza kuambia nini sasa uh, Watanzania wa, wa na wanakafu ambao watafanikiwa kukutana na, na habari hii kuhusiana na mm. kongamano la tarehe 18 kwa ujumla? Eh, nachotaka kuambia kwamba sisi tulioandaa kongamano mm. ni wanachama Ndiyo, baada ya kuona kwamba harakati zetu tunaenda kwenye uchaguzi hmm, zisirudi nyuma. Kwa hiyo tunazibalance kwamba ziizi kwenda mbele kwa kuandaa ile kongamano kwa hmm, kwa hiyo tunaambia kwamba wanachama wenzetu wote wajitokeze tarehe kumi na nane waje hapa, kwa sababu watoaji mada tatakuwa watu, mada zitakuwa moto na wachangiaji pia, washereheshaji pia watakuwepo. Ndiyo, na wanachama wenyewe watakuwa wanachangia, lakini pia bado nawakaribisha watu wengine wahudhurie katika kongamano hili, kwa sababu ni halina mipaka kusema kwamba labda ni kafu tu. Na sisi tumejiandaa ni kama kafu, lakini pia tumewalika na baadhi ya watu wengine watahudhuria katika kongamano letu. Nimeona, kwa... nimeona ujumbe pia wa, wa habari ya usiku wa kafu hii imekaaje na inategemewa kufanyika siku hiyo hiyo, ndio kongamano letu tulikuwa tunaanzia kwamba tarehe na tarehe 18 linaanza saa sita nafikiri mpaka saa kumi tutakuwa tumelimaliza. Unaona no, saa kumi na mbili tutaanza huo usiku wa kafu mpaka kufika saa nne na hii inakuwa ni maalum, itakuwa ni kafu yenyewe kujipongeza, lakini kwamba pia tutakuwa kuna keki okay. ambayo keki watu watakuwa na wana, wana, anasema mwenyewe nnakula keki kwa kiasi gani, ndio itakuwa ni sehemu ya mchango ya kukichangia chama basi sisi tukushukuru sana, labda kama una kitu cha mwisho na cha, cha, cha, cha kuwa uh, cha kuwahimiza wanakafu na, na, na, na mambo mengine yanayohusu ya uh, taasisi kwa ujumla uh, cha kuwahimiza kwamba kuna jambo lolote litakaloweza kuwa na mafanikio bila watu kuongea, ndio kwamba nahitaji tuje tuongee kwenye kongamano ndiyo. Tuje tuwe wamoja mm. Kafu yetu ni ile hi, mm. ndiyo hii na ndiyo itakayoendelea kuwepo mbele ndiyo. Wote nawaambia kwamba tujitokeze kwenye kongamano mm. Kongamano tuseme pale, tujipange wenyewe, maazimia kongamano, tuombe kwamba viongozi yafanyiwe kazi mm. Wanachama, nataka tufanyeje sasa hivi, kwenda katika ile ngangali, ngangali yetu, tuna lengo na madhumuni ya kurudi katika nafasi yetu na kwenda kuchukua dola serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, tuingie sisi tukiwa sisi kama ni, ni, ni watawala lakini ikishindikana basi, zie tuunde katika serikali ya umoja kitaifa, lakini pia kwa jamhuri ya muungano, basi tunachukua dola kwamba mgombea wetu tutakayempata wa urais au ameshinda, lakini kwamba kama ikitokea kwamba kula zikutosha basi tuunde kambi ya upinzani rasmi bungeni. Basi sisi tukushukuru sana na tunatarajia tutakuwepo tarehe 18 na tutajaribu kukutana na kujadiliana tena kuhusiana na mstakabali wa siasa za nchi yetu. Sawa, na kushukuru sana, shukrani.